Fikiria kwamba maisha yako yalianza takriban miaka laki tatu iliyopita kama mmoja wa wanadamu wa kwanza wa sayari. Wakati huu unaishi Afrika karibu na Moroko ya kisasa, na maisha yako si tofauti sana na ile ya wazazi wako wa hominid. Unatengeneza zana zisizofaa, unawinda na kukusanya chakula na vifaa, hadi hatimaye utakapoangamia. Lakini huu ni mwanzo tu, kwa sababu baada ya kufa unasafiri kwa kurudisha muda nyuma ili kujiwa tena kama mwanadamu wa pili kuishi. Ingawa hukumbuki maisha yako ya zamani, vitendo vyako vya awali vinakuathiri hata hivyo, na baada ya kufa mara nyingine unarudi kama mtu wa tatu, kisha wa nne, wa tano, na kadhalika, kuishi maisha ya kila mwanadamu ambaye amewahi kutembea duniani, mwisho hadi mwisho. Maisha haya yanaendelea karibu miaka trilioni nne. Kwa kuwa unakumbuka tu maisha unayoishi kwa sasa akili yako haibebi uzito mzima wa historia ya binadamu walakin, kila wakati wa maisha yako bado una athari kubwa kwa nafasi yako ya baadaye. Wakati mwingine ushawishi wako kwenye ulimwengu ni dhahiri, lakini takwimu hizi kuu za kihistoria zinazingatia sehemu ndogo tu ya uzoefu wako. Badala yake uwepo wako una maisha ya kawaida zaidi yaliyojaa kazi za kila siku kama kula, kucheka, kufanya kazi na wasiwasi. Kwa takriban tusui moja ya miaka yako trilioni nne wewe ni mwindaji na mkusanyaji. Kwa asilimia 60 wewe ni mtaalamu wa kilimo, unaendeleza zana na mbinu ambazo unatumia zaidi ya miaka bilioni 800 ya kufanya kazi kwenye mashamba. Katika maisha yako yote unatumia miaka bilioni 1.5 kufanya ngono na miaka nyingine milioni 250 kuzaa. Kwa jumla, asilimia 20 ya uwepo wako hutumiwa kulea watoto ambao unafunza maadili mbalimbali mbali ya kitamaduni yanayoathiri njia ya vizazi. Katika maisha mengine unavunja tamaduni hizo kupitia uvamizi na usimamizi. Katika mengine unateseka wakati nchi zako na wapendwa wako wanapochukuliwa. Katika zaidi ya asilimia moja ya maisha umesumbuliwa na malaria au nchi wakati, kwa wengine unatibu hali hizi na kuokoa matoleo mengi yako mwenyewe. Katika siku za mwanzo za binadamu wastani wa maisha ni mfupi sana kuna maisha machache ya kuishi na ushawishi wako kawaida hupunguzwa kwa watu karibu nawe kimwili. Lakini wakati wanadamu wanaishi kwa wastani kwa muda mrefu na idadi ya watu wa dunia inakuwa, unaanza kutumia muda mwingi kupata upya miaka hiyo iliyojaa hatua hiyo. Theluthi nzima ya uwepo wako huja baada ya 1200 CE na robo moja hufanyika baada ya 1750. Wakati huu teknolojia na jamii huanza kubadilika haraka kuliko hapo awali. Unaunda injini za mvuke kusanidi viwanda na kuzalisha umeme, ambayo inahimarisha mashine za kila siku ya maisha yako yote ya baadaye. Unaishi kupitia mapinduzi katika sayansi, vita vibaya zaidi katika historia na uharibifu mkubwa wa mazingira. Kwa wastani kila maisha mapya huchukua muda mrefu, lakini kasi ya uwepo wako inaendelea kuharakisha. Mazungumzo ambayo hapo awali ilichukua miezi kutokea sasa hutokea kwa dakika, njia za biashara ambazo ulijenga kwa vizazi kubadilika usiku moja unafurahia nasa ambazo hungeweza kupata sampuli hapo awali hata katika maisha yako ya zamani kama wafalme na malkia. Baada ya kuishi zaidi ya maisha bilioni mia moja, hatimaye umezaliwa tena kama mtu mdogo aliye hai leo. Lakini licha ya kuishi kwa miaka laki tatu ya kihistoria ya binadamu, vitendo vyako vina athari zaidi leo kuliko asilimia 99 ya maisha yako ya zamani. Usafiri hewani kwa kasi hukuruhusu kubeba maambukizi na tiba kwenye bahari kwa saa chache, na mtandao hufanya uwanja wako wa kibinafsi wa ushawishi duniani, ikikuruhusu kushirikiana na mtu yeyote mahali popote bila hata kuondoka nyumbani kwako. Katika maisha ya hivi karibuni umevumbua zana za kuandika tena jeni za viumbe hai na kubadilisha vizazi vyao vya baadaye, na katika maisha haya unaweza kuunda teknolojia zaidi zinazofanya ulimwengu salama, mzuri na kuwa sawa zaidi kwa maisha mengi ya baadaye. Walakin, uvumbuzi mmoja bila kujali unaweza kuwa hatari sana. Kati ya silaha za nyuklia, maabara kuvuja, mabadiliko ya hali ya hewa na vitisho vingine vya uwepo, hatari ya binadamu ya kusababisha kutoweka kwetu wenyewe ni kubwa sana. Katika ulimwengu huu wa haraka na uliounganishwa, ni rahisi sana kufuta maendeleo yote ya binadamu, au uwezekano, kupunguza baadaye yako yote yanayowezekana. Hakuna njia ya kujua nini kitatokea baadaye, lakini kilichowazi ni kwamba uwezo wako hauna kikomo. Kwa hivyo utatumiaje maisha haya na unaweza kufanya nini ili kuelekea siku zijazo bora kwa ajili ya maisha yako yote ijayo? Ikiwa unapenda kujifunza, jisajili kwenye kituo chetu. Kila wiki tunachapisha video mpya kuhusu kila kitu kuanzia historia ya ulimwengu kulingana na paka hadi jinsi ya kuwa msikilizaji bora. Endelea kufuatilia na uwe mdadisi.